Kundi la William Amuri Yakutumba imeweza kukanusha habari zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kusema mkuu huyu ambaye ni kamanda wa vikosi na makundi ya wazalendo huko mkoani Kivu ya Kusini ameacha uwanja wa mapambano na kuweza kurudi ili kwenda kukaa kwenye makazi yake ya hapo hawali, na hata vile mitandao ikasema uenda akatafuta njia ya kwenda Burundi. Habari tulizo nazo zasema kwamba hizo ni habari za uvumi na ambazo zilikuwa ni habari za uongo. Uthibitisho kuhusiana na hilo, ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, na kuomba wandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho ili uweze kusikiliza ukweli kuhusu wapi anapatikana Kamanda Amuri William Yakutumba, tofauti na habari zilizosambazwa kwenye mitandao siku mbili zilizopita lakini kabla tufikie hapo, mtazamaji, na kuomba wewe ambao bado hujasubscribe usikose kusubscribe yaani kujiabone usikose ku like usikose kuacha comment yako na kutuandikia wapi ulipo, na kwa mwisho usikose kushare yani kupartage kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupatia sisi nguvu ili tuje kesho kwa kishindo zaidi. Basi, anapatikana wapi Kamanda William Amuri ya Kutumba mkuu wa kundi la CNPSC ambaye yuko kwenye mstari wa mapambano huko mkoa wa Kivu ya kusini, kuzuia M23 ardhi ya jeshi la Rwanda kama vile AFC wasiweze kusonga mbele, lakini kukiwa uvumi kwamba ameweza kuondoka kuacha mstari wa vita na kurejea nyumbani kutokana na hasira. Kweli au hapana? Basi tunamwandika hapa Bwana Mbuto ya Batu Bushiri, dola kubwa ambaye anajibu kuhusu fununu zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Karibu bwana Mbuto na mm, mjambo ndugu zangu wa Kongomani wote, mahali popote pale mlipo, na watakia afya njema yenye baraka kubwa sana, mahali pale popote mlipo na unapatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo pia. Nasema pole kulingana na hali ya nchi yetu ya uvamizi, eh, ambapo Rwanda Uganda, eh, wanavamia nchi yetu pamoja na magaidi wa M23. Eh, leo ni siku ya ya tatu tariki tisa mwezi wa ine, elfu mbili makumi mbili na tano Simu hii ni mboto ya batu mwenye batu bushiri egle, mzee dola kubwa. Ukiniita hata mtoto mdogo dola kubwa hajakosea. Eh, nataka kukanusha tu habari moja wapo ambapo inavuma kwenye mitandao ya kwamba mheshimiwa William Amuri Yakutumba mkombozi visionaire mbeba maono kamanda force ni maro eh, ametoka kwenye fro na kurudi aiza kurejea kwenye makao yake ya apofizi. Habari hiyo si habari ya kweli, ni habari ya uongo mimi mwenyewe ambapo nazungumza na nyinyi, tupo kwenye fro kabisa ngambo za Bukavu na eneo zingine. Kwa hiyo fro zetu zote zinakaza na tupo na jitihada ya kupambana na kuondoa adui mahali popote pale anapovamia nchi yetu e, asante. Na nitawapa tu habari kidogo kulingana na mheshimiwa William Amuri ya kutuma mkombozi visionary wa Mama Ono Commander Force, wakati alipokwenda hapo Uvira kukutanana na viongozi wakuu, viongozi kutoka hapo kwenye makao makuu Kinshasa na kufanya remise reprise ya kamanda eh, region wa Sud Kivu. Hapo ndipo mzee alitoka eh, Uvira jioni akaenda jielekeza kulala eh, Kigongo na asubuhi yake tena karudi Uvira kuja kuonana na wale wakuu viongozi, wakazungumza na kumaliza. Kwa sasa mheshimiwa William Amuri Yakutumba mkombozi visionary mbeba maono kamanda force numero 1 anapatikana kwenye makao yake ambapo ni hapo Uvira. Nasi pia tuko kwenye front na front zina kaza jitihada zingine zipo kwa ajili ya kupambana na adui kumuondoa maeneo ambapo anadhibiti kwenye nchi yetu. Niwaambie watu, watu, watu wanaopatikana ngamo za Manyangezi e, Nyamtende na eneo zingine wanajua ya kwamba wazalendo wapo. Kwa hiyo sisi tupo tulitoka Fizi, tupo Bukavu na mpaka sasa tujarudi manyumbani, tupo ili mpaka tukamilishe kazi ambapo ilituleta huko. Asante basi, aliyo na masikio ya kusikia amesikia. Na ni kufikia hapo, sina cha ziada, ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kila ambacho nitakuomba tu wewe ni kuchangia ili tuendelee kusonga mbele na mchango wako ni ku subscribe au ambao bado uja subscribe, yaani kujiabone. Usikose ku like, usikose kuacha comment yako, hasa kutuandikia wapi mahali ulipo na kwa mwisho, usikose ku share, yaani ku partage kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi hacha ni na nyinyi, nikiwatolea shukrani zangu za dhati kwa sababu mnatupenda nasi tunawapenda zaidi. Asante.